Okay. Habari ya watazamaji wa chaneli yetu pendwa hii. Leo nimekuja moja kuonyesha jinsi gani unaweza kufanya mtihani ndani ya dakika mbili au hata sekunde 30 ukapata majibu ya mtihani wako wote iwe ni somo lolote au uh, kitu chochote kile ukapata majibu yako kwa kutumia Chat GPT kwa WhatsApp. Sasa cha kwanza utaingia kwenye WhatsApp yako, utasubiri funguke, na ikishafunguka hivi utakuja hapa kwenye ChatGPT. Hii ni AI utabofya. Ukishabofya hapo uh, utakuja chini kwenye kuandika meseji, unabofya itakuja, utachagua sehemu ya kamera hapo chaguliwa sehemu ya kamera itafunguka. Na, kama hii mimi mtihani wangu huu hapa nimeuweka hapa huu ni wa hisabati ambao ninao hapa kwa hiyo kwa hiyo hii chat GPT itakakuleti mtihani wote ndani ya sekunde, uh, sekunde kumi au ishirini. Uh, nichag, na uweka hapo nitaupiga picha nikisha upiga picha Yeah. Itaonekana hapo. Mm. Itaonekana hivi. Sasa naweza kuutuma wote kama ulivyo, kama, kama au pengine unahitaji majibu ya, ya sehemu chache eh? Unaweza kuikata sehemu chache unayoitaka lakini, mimi nataka majibu haya hapa yote. Nitakata hapo nitaandika hapa kwenye maelezo ya hii picha, nitaandika hivi naomba majibu ya mtihani, mtihani huu. Alafu natuma nitatuma mm. hivi nitakuwa nasubiri iende ehe. Hapo imeenda na imepigwa tiki okay. kwa hiyo utakaa hivi unasubiri kidogo hapo hapo, yani usitoke. au ko utatoka utarudi, sawa lakini unasubiri kidogo hapo hapo yenyewe itakakuleti na kutupatia majibu ya mtihani huu husika. majibu yake ni haya hapa, imeshafanya. Sisi tumetumia mtihani wenye swali la kwanza hadi la tatu lakini na yenyewe ameshatufanyia sehemu ya kwanza, swala la kwanza hadi tatu kabisa, umeona na majibu yake hayo. Kwa hiyo sasa, kama kama hauna uh, chat GPT kwa WhatsApp, komenti hapo chini, alafu nitakupa linki ambayo itakupeleka moja kwa moja ukachati nayo kwenye WhatsApp bule, ukachati nayo chat GPT kwa WhatsApp bule. Asante sana kwa kunisikiliza. Nawashukuru sana e, subscribe endelea kutufuatilia, na tekniki nyingi zitakuja kwa ajili ya kujifunza. Asante sana.